Rufiji mpya, Rufiji inayong'ara. Hapa niliposimama ni barabara ya kutoka hospitali ya wilaya ya Rufiji Utete kuelekea katika ofisi za mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Rufiji. Barabara hii iliyojengwa kwa urefu wa kilomita moja nukta saba kiwango cha lami leo hii imepata e, fursa ya kuwekwa taa za barabarani, na hali ilivyo hivi sasa imebadilika na kuupendezesha mji wa Rufiji. Wananchi wa hapa wanazungumziaje uwepo wa taa za barabarani leo? Kwa kweli tuna security kubwa sana, tunafurahi na kunapendeza. Kuna kwayo, nashukuru sana kama mama au kiongozi wa nchi kutuwekea mabadiliko makubwa katika eneo letu hili la Rufiji. Bio. Tunashukuru sana jamani. Labda eh, changamoto gani zilikuwa zinawakuta hapo awali mnapokuwa mmetoka kazini kama hivi kurejea nyumbani kupitia barabara hii na hivi sasa ambavyo unatoka kazini tunakushuhudia unarudi nyumbani. Tumke, tunashukuru sana kama sisi manesi tulikuwa tunafika wakati mgumu saa nane tunaamshwa lakini tunafika giza lakini tunabidi tuende lakini kwa sababu tuna uhuru tunaamini ya kwamba tunafika salama na sehemu iliyokuwa wazi. Tunashukuru serikali kwamba iendelee kufanya mazuri ndani ya Rufiji. Eh, manaake dhamira imeonekana na nafikiri mambo mazuri ko so, tukiendelea kuisapoti serikali maisha yanaendelea kwa mazuri. nilikuwa nimekaa nyumbani mm -hmm. Nikaona mataa koo mm -hmm. Nikaamua nikaamua nini niwaambie ndugu zangu, ili twende tukashangae. Ni, ni tuka nini hiki ko tulivyochukua ndugu zangu, tukaja huku tukaona mataa, kiukweli amependeza. Tunamshukuru Mchengelwa kwa kutuwekea mataa tupendezeshea mji wetu wa Utete rufi